Mchezo wa kirafiki kati ya serikali ambayo imemaliza madaraka hapa mumu pamu, pamoja na serikali mpya ambayo iko madarakani umeweza kumalizika kwa sare ya bao mbili kwa mbili. Mchezo ulikuwa wa kasi kwa kuvutana huku na kule, na baada ya mchezo tumepata kuzungumza na wachezaji wa timu zote mbili, walikuwa na haya ya kuzungumza. tulikuwa na, na mchezo wa mpira dhidi ya Uh, wenzetu viongozi wenzetu ambao wapo sasa hivi tumewachia kijiti, alhamdulillah mchezo umeisha salama. Uh, mimi nikiwa kama nahodha wa kikosi chetu leo cha viongozi wastaafu. Of course tumefurahi sana lakini pia lengo kubwa la kufanya mchezo huu ni kuwafanya sisi viongozi tuliopita na viongozi wa sasa tuwe karibu, lakini pia tu, tuboreshe afya yetu kama dini yetu inapoturuhusu kwamba lazima Waislamu lazima tuwe active tusiwe watu wa wanyonge wanyonge, lakini leo tumepata platform pia kukutana na vijana wenzetu kuambia nini tulikuwa tunafanya, tunafanyaje, lakini pia kuwatia hamasa wanafunzi wasione kwamba serikali ya wanafunzi atufocus na mambo ya michezo. Sisi tupo kote kote na tunawatakia kila raheli, na huu ni mchezo wetu sisi, tutakuwa wa mwisho kesho kutwa inshallah. Tunaingia katika mitiani yetu ya UE, na tumetumia nafasi kama kuaga wanamichezo ambao tulikuwa nao hapa kipindi chote alhamdulillah, mpaka wakati mwingine. Na leo tulikuwa tuna game ya kirafiki Uh, serikali ya Mumso ya 2025 na ya 2026 tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mechi imesha salama, hakuna injury yoyote ambayo imetokea kama ulivyoona na tumeweza kutoka sare, sare ya goli mbili mbili, goli la pili kifungwa na mimi mwenyewe, na, na uh, kwa kifupi mechi ilikuwa ya kufunga semesta na nafikiri baada ya hapa kesho kutwa inshallah Mungu akijalia heri tunaenda kwanza mitihani ya kufunga semesta baada ya hapo ndugu zetu hao ambao walikuwa wanaongoza serikali ya 2025 wanatuacha na kutuacha sisi kwenye kinyang'anyiro hichi au wanatuacha sisi kwenye vikoba vyao hivi ambavyo tuenda kuendeleza gududumu la uongozi kufikia ishirini ishirini na sita na kwa upande wangu siwe na mambo mengi, lakini nafuraha sana kwa kumaliza mechi salama na tumalizie tu kwa kusema alhamdulillah. Kadhalika, mchezo huo ulihudhuriwa na wadau mbalimbali, ikiwemo na waziri wa habari na mawasiliano wa chuo kikuu cha waislamu Morogoro. Wamesema kuwa michezo ni sehemu ya kuwakutanisha watu pamoja. Ama hakika kwa siku ya leo tumefurahia mchezo mzuri kati ya serikali iliyopita ya MUMSO na serikali ambayo inaendelea kwa kipindi hichi ya MUMSO 2025 26. Kwa hakika michezo imekuwa ni sehemu nzuri ya kuweza kuwakutanisha viongozi waliopita na viongozi ambao wanaendelea wakashirikiana katika majambo tofauti tofauti ndani ya uwanja hata baada ya uwanja, picha za pamoja zimepigwa. Hii inaonyesha ishara kwamba hawa ah, watu nyoo zao ziko pamoja. Na mie nitumie nafasi hii kuwaambia wanafunzi wote katika chuo chetu kwamba tutumie fursa ya michezo katika kushirikiana. Michezo inajenga udugu, michezo inajenga afya, na pia michezo ndio inayotufanya tuwe pamoja kwa sababu kuna kiongozi unaweza ukamuona ukashindwa kumfikia katika sehemu nyingine, lakini ukikutana naye uwanjani inakuwa ni rahisi sana hata majambo mengine nayo yakaenda vyema. Mpira leo ulikuwa ni mzuri kwa sababu ah, uh, jinsi ambavyo tulitaraji tukiwa kama mashabiki tofauti na kilichotokea kwa sababu tuliamini kwamba mpira hautakuwa mzuri namna hii. Kutegemeana na nini, watu wengi wanashindwa kufanyaje, hawakujiandaa. Lakini tulipokuja kwenye kuangalia hii mechi, basi tumeona kwamba watu jinsi walivyokuwa wanacheza, tunajua kabisa kwamba mpira walikuwa wanacheza ni mpira wa talenti. Ama kweli tumeenjoi e, na tunashukuru tumeangalia magoli japo katika, katika mpira unavyojua, kuna zile nafasi ambazo na kama mshabiki unakuwa na unazilaumu lakini ndo hivyo hali ya kuwa ndo, ndo hali ya mchezo, lakini tunashukuru wamecheza um, vizuri. Pia tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa sababu Mwenyezi Mungu amewafanya wale wachezaji wetu basi, wote hakuna ambaye amepata injury ile ambayo itamfanya ita hata akose kufanyaje akose kushiriki katika mitihani. Siku ya kishukuto tunashukuru sana. Ikiripoti kutoka katika viunga vya chuo kikuu cha Islamu Morogoro, langu jina Tarik Mnaheka wa CHIVIHI Media.